Ni raha ndio dini ya kwanza Afrika. Na hekalu la kwanza limetengenezwa eneo linaloitwa Epete Suti. Epe? Epete Suti. Epe? Epe ni hekalu la kwanza duniani nyumba ya Mungu kutengenezwa chini ya jua kabla ya nyumba zote hata Maka haijajulikana ilikuwa ije jangwa. Inaitwa Epete Suti. Ibrahimu hajazaliwa chini ya jua hili. Ibrahimu ameingia Kemet mwaka 1669 ametoka kwao Uru ya Ukadayo na mkewe Sarai. Umeelewa? Lili historia hiyo. Amemkuta mfalme mweusi amekaa kwenye kiti pale akampenda mke wa Ibrahimu Sarai na e, Ibrahimu mwenyewe ni mweusi kama miwani yako lovaa. Huyo Ibrahimu mwana wa Azari ja? mtoto kitukuu cha nani? Kitukuu cha Enoki baba yao ni Mwethiopia kutoka huku Masusera pamoja na, na Manase. Ndio akaja kumzaa mtoto anaitwa Idris. Ila ndauli kwenye jibu yeah, langu swali langu kwa nini wewe una dini dini zimele, dini zote zi ngeni? Kwa sababu Uislamu toka mwaka mia ulipoanza mwaka, mwaka mia sita hadi leo na miaka elfu moja na mia nne Ukristo umeanzishwa mwaka miaka kumi na nne baada ya kuondoka Yesu, ndio Ukristo ukaanza kumi na nne baada ya Yesu kufa ndio Ukristo ukawepo ukristo wenyewe kuthibitishwa kabisa ukristo kufanya kazi ni mwaka mia tatu na ishirini na tano AD chini ya mkutano uliofanyika kule Naisea Nice, leo hiyo inaitwa Uturuki hmm. Konstantini wa kwanza akiwa ndio mkuu wa mkutano, akiwa yeye anaabudu mungu jua anaitwa Apollo, lakini amewasimamia wakristo na kuunganisha dini. Akachukua paganism na christianity akamix pamoja, ikatengeneza religion ya Roman Empire kutoka Roman Empire ikaja kuitwa Holy Roman Empire kwa sababu iko under feet of the god. Eh, kwa hiyo ikaitwa Holy Roman Empire kwa, kwa hiyo hmm. Hey, hapo ndio akaanza kuutengeneza Kristo, maana Roman walikuwa waelewani na Wakristo wale walioacha Yesu, wanafunzi wa Bwana Yosefusi. Maana Yesu, neno Yesu limekuja juzi kwa sababu wazungu walikuwa hawana neno J, haipo herufi yeah, um, J katika lugha ya Kihebru hakuna, imekuja kuingizwa na Wafaransa mwaka 1829 kapa Yesusi au Yesufusi au Yehoshua yeah, okay. Mwenelewa, wanaanzia na wai ndio maana yu, Yusufu anaweza kumuita Johni kwa sababu wamekuja nini, wameweka J kwao. Mimi sitaki dini. mimi nimesoma dini hizi zote na hadi leo naendelea kusoma nimesoma dini ya Confucianism ya Wachina, nimeona ni man made religion, umeelewa? nikaitupa chini nikaenda nikaangalia Shinto. Shinto wanamwabudu mfalume wa Japani, nikaona ni man made religion, umeelewa? nikaja nikaangalia dini fulani wanaita, wanaita Ahura Mazda dini ya Wapeshia ni Waajemi, umeelewa eh? ukiona gari yoyote inaitwa Mazda duniani ni jina la Mungu wa Kipeshia wakiajemi ambao leo wanaitwa Wairani Ukisema Mazda, Mazda ni mungu wa watu umeelewa? <laughs> kaka Daxani ni mungu wa watu. Kwa well, hiyo hizi dini zote ni ngeni zililetwa Afrika, tulikuwa na dini zetu na timira zetu na tamaduni zetu, walipokuja mainveda wakatulazimisha tuingie kwenye dini zao ili watutawale vizuri, tuwe watumwa wanyenyekevu kupitia dini. Imani ya upanga unamaliza watu, huwezi kutawala utatawala majani. Kwa well, hiyo wakaamua kuleta dini. Bwana wewe unaitwa naitwa jina lako la ajabu ajabu, sijui ni sukule kapwapwa la Kiafrika hilo. Mzungu anakuambia ukiingia kwenye dini ya Ukristo, ili uwe mtu safi natakiwa uwe na majina mazuri mazuri, Joseph, Joseph maana yake, John, John. ukienda katika translate ya English, Oxford English, unakuta John meaning is toilet, cho jina John maana yake cho. Ndio mshikabaza, nenda kasome jina John, maana yake cho. Peter maana yake panya ni jina la Kigiriki. Umeelewa? Kwa hiyo, hizi dini man made religion mimi hizi sizitaki. Mimi naabudu Mungu wa. Unajenda Uislamu sasa? Uislamu. Uislamu nimeusoma. Uislamu Uislamu nimeuona ni hii kuna Arab supremacy. Arab supremacy, yes. Yes. Okay. Dani Islam kuna Arab supremacy. mm -hmm. Na ukisoma Bible unakuta white supremacy. White supremacy. God of Christianity is a white man. Blonde hair, blue eyes. Kwa hiyo hapa wewe automatically unakuwa mtumwa mnyenyekevu kwa Mzungu. Na ukija Uislamu unakuwa mtumwa mnyenyekevu kwa Waarabu, ukuu wa Waarabu. Umeelewa eh? Yaani wewe unapoomba, hata ukisali umeinama hivi, unapiga magoti, unamwona Mungu kama kavaa kilemba, yuko jangwani. Maana kuna kitu kinaitwa unavuta hisia, hisia unavuta. Tunachoabudu ni kipi? basi wewe unamuona Mungu wako ni Mwarabu, Mwarabu kama Muhamedi bin Suleimani, amevaa kanzu leupe amefunga